Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasul. E, tumekusanyika hapa sisi kama viongozi na vijana wa kaunti ya Tana River nikiwaongoza mimi na ndugu yangu mheshimiwa Senator Ali Abdi Bule, e, kujibu madai ya mheshimiwa Honorable Senator Danson Buya Mungatana kuhusu uchaguzi wa mashinani ya UDA Mada eh, mtaniruhusu kidogo niseme nisome statement kwa kwa lugha ya Kiingereza alafu baadaye Kiswahili kidogo na ndugu yangu ataongeza. Eh, Declaration on Tanarive UDA election integrity and conduct. I the honorable Ibrahim Ahmed Sane, a veteran member of the United Democratic Alliance,

Member of United Democratic Alliance. Eh, ujumbe wangu kwa Danson Buya Mungatana, Senator wangu wa Tana River, kuhusu uchaguzi unaoendelea wa kaunti ya Tana River. Eh, ndugu yangu, wacha kulia mapema. Hii ni mwanzo wa safari na ni mwanzo wa safari wa 2027. Uh, mwenyekiti mwenyekiti wa chama cha UDA kaunti ya Tana River ni kati, ni kati ya Ibrahim Sane na Danson Buya Mungatana, na uchaguzi wa leo ilikuwa wahuru na wahaki. Ila tu nikukwambia, hii ya leo yasahau, imekupita, wejiandae kwa uchaguzi wa ward, uchaguzi wa constituency na uchaguzi wa county ambayo inakuja. UDA ni chama cha kitaifa na tunaalika watu wote wa Kenya wajiunge na chama cha UDA, si ya Tana River, si ya Danson Buya Mungatana. Ni aibu pia Seneta wetu kulalamika, ametumia gharama mingi e, eh, kama je, yeye seneta ambaye anachukua mshahara analalamika, je sisi? Lakini tunamwambia pole na tuko tayari kukurifund wewe, ukubali kushindwa. Asikubali kushindwa si mshindani. Kwa hivyo wewe, just accept the outcome of the results of today and move on, move on, kuja na invoice tukulipe hiyo pesa. Kama inakusumbua sana, tuko tayari kukurifund, lakini wacha kupotoza watu wa Tana River. Sema tu umeshindwa kama mwanamume, jitokeze na usarenda, tutembee pamoja kama viongozi kupanga mambo yingine yaliyobaki. Kuongezea tu ujumbe kwa wananchi wa Tana River, wanachama wa UDA e, ni kuwarejeshea shukrani na kusema asanteni sana kwa kujitokeza kwa wingi leo kuja kutupigia kura. Nasema asanteni sana na ninawasihi na kwa rai ya kwamba tujitayarishe ukurasa wa pili ambaye ni ward election na watatu constituency election mpaka tufike county, na tusisikize maneno hayo yote ya makelele ya wale watu ambao wameogopa na kutoroka. Wanaweza kama hawajaridhika pia, wanaweza ondoka UDA waende wajiunge na chama ile, wataona wako sawa, labda ni yao private, lakini musikuwe na waswasi. Tujipange kwa ward election next inshallah.